Bado kuna ushindi TV. Ignite your faith change the world. Haleluya, haleluya, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku nyingine nzuri, siku ambayo Bwana ameifanya nasi tutaishangilia na, na kuifurahia. Ninaamini Mungu wa mbinguni yuko pamoja naye. Eh, ni asubuhi nyingine tulivu, asubuhi yenye ushuhuda, asubuhi yenye ushindi. Hata kupata nafasi hii ya kuweza kusikiliza kipindi hiki unapaswa umshukuru Mungu. Kuna wengine hawakupata nafasi hii. Katika kipindi hiki kizuri cha tunu za maisha, ni kukaribishe tena, tunapoendelea na somo letu, lugha ya moyo inayogusa hisia za Mungu. A, Mungu ni roho. Kama vile ambavyo roho anaweza kuhuzunika, anaweza kukasirika, anaweza kuondoka, ndivyo Mungu anahitaji sana lugha inayomfanya aelewe Wapo watu wengi uh, wanapenda kufanya mawasiliano na Mungu lakini hawajajua lugha halisi. Haleluya! kila jamii ina namna sahihi, ina namna maalumu inayoweza kusababisha watu wasikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukifahamu msingi wa lugha ya, ya, ya moyo inayogusa hisia za Mungu itakusaidia sana kuwa mshindi na kusababisha Mungu awe anakusikiliza na kukujibu kuliko wengine. Mungu hajibu kwa sababu una bidii, Mungu anajibu kwa sababu unagusa moyo wake. Jina la Bwana lisifiwe sana. Kwa hiyo msingi wa kuelewa lugha halisi itakusaidia sana, itakusaidia sana kujua na kupata majibu haraka na kwa wepesi kutoka kwa Mungu. Yesu ametufundisha, Yesu ametufundisha lugha yake ambaye alikuwa akiitumia kuwasiliana na baba yake. Kuna lugha ambayo Yesu alikuwa akiitumia kuwasiliana na baba yake, na kwa katika kipindi hiki tunataka tujaribu kukueleza hiyo lugha, ili na wewe ikusaidie unapotaka kuwasiliana na baba yako, basi ujue ya kwamba Mungu anayo lugha maalum ambayo itakusaidia kuwasiliana naye. Bwana Yesu sasa. Fungua na mimi katika kile kitabu cha Warumi Warumi sura ile uh, kitabu cha Waebrania. Waebrania ile sura ya ya wa tano Waebrania sura ya tano mstari wa saba Haleluya! Waebrania sura ya tano mstari wa saba ana maneno mazuri hapa, anasema: jina la Bwana alibarikiwe sana. Anasema hivi, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Sasa huyu ni Yesu. Huyu mwandishi anajaribu kuwakilisha namna halisi ambayo Yesu aliitumia akasababisha baba yake awe anamjibu kwa haraka. Kwa hiyo kuna namna, kuna lugha, kuna uh, kuna lugha ya rohoni ambayo hiyo ukiitumia hakuna namna ambapo Mungu anaweza akakupita. Kwa hiyo kupitia maandiko haya, kupitia hayo maandiko, tunajifundisha jinsi ambavyo Yesu alibeba kwa uzito maombi yake na kuyapeleka kwa baba yake, juu ya dhambi za wanadamu, juu ya mahitaji aliyokuwa anahitaji, juu ya misaada aliyokuwa anataka kutoka kwa baba yake. Bwana Yesu asio sana kwa hiyo alivyokuwa anamwomba baba yake, maombi yake siku zote yaliambatana na kilio kikubwa na machozi yale. Kile kilio kikubwa na machozi kilikuwa kina tafsiri uh, ule umuhimu alionao moyoni juu ya kazi aliyotumwa kuja kuifanya. Hata wewe, yale maombi unayopeleka kwa baba yako kama yanakuwa na umuhimu kabisa, moyo wako utapeleka hisia katika mwili na mwili utatoa viashiria kuonesha kile ambacho kimegusa moyo wako. Yesu kama alilia, kama alilia kwa kilio kikubwa na kutoa machozi, akipeleka dua na sala na maombi, Biblia inasema Mungu hakuacha kumsikiliza. Mungu alimsikiliza kila alichoomba, kwa kuwa hakuwa, midomo yake haikuwakilisha kile kinachotoka moyoni bali hisia za mwili. Unajua, mdomo unaweza ukadanganya, lakini lugha ya mwili haiwezi kudanganya hata siku moja. Wataalamu wa saikolojia huwa wao hawaangalii unachosema, wanaangalia lugha ya mwili. Mwili una lugha. Kwa hiyo ni lazima tujifundishe lugha ambayo itamfanya Mungu asikie. Ziko lugha mbalimbali. Yesu anasema yeye alitumia kulia alitumia machozi, haleluya. Lakini kuna wakati Yesu ali, alianguka chini kifudifudi, aligaragara. Ndio maana wanakuta wana wa Israeli zamani walipokuwa wametenda dhambi, walikuwa wanavaa magunia wanajipaka ma, ma, mavumbi, ili ilikuwa ni lugha ya mwili kuonyesha umuhimu wa kile wanachokihitaji kutoka kwa baba yao, Bwana Yesu. kwa hiyo katika andiko hili la Waibrania ya tano saba inatufundisha kuwa kulia kwa Yesu hakukuwa kwa onyesho la huzuni, bali pia ilikuwa ni ishara ya utii wake na ukamili. Akimwambia Bwana, sina mwingine ninayeweza kufuata maelekezo ya yake, alikuwa anaonesha jinsi ambavyo yuko tayari kwa lolote. Yale machozi yalikuwa yanawakilisha kila anachokiamini kwa uthabiti wake, lakini pia ilikuwa inaonesha unyenyekevu wake mbele za Mungu, yalikuwa yanaonyesha uhitaji wake wa kina. Sikiliza, mtoto siku zote uh, lugha yake ni kilio. Mtoto akiwa na njaa analia kuonesha kuna kitu anahitaji, na mama ataangaika kuhakikisha anasababisha mwanaye anyamaze. Mtoto anapozaliwa tu huwa analia kuonesha ya kwamba anao uhai. Machozi yanaonesha uhai wa kile unachokitarajia. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanamke ma, mwenye hekima anapokuwa ameumizwa na mume wake huwa habishani kwa maneno, huwa anatumia lugha ya machozi kuonyesha kile kilichomuumiza na kile ambacho anaambiwa ama anasingiziwa hakukifanya. Mtumishi wa Mungu, jifundishe lugha ya Mungu. Wapo watu wengi wanaweza wakaomba kutwa zima, lakini maombi yao yasisikilizwe, kwa maana hayagusi haya hisia za Mungu. Mungu ni kama vile mwanadamu kuna namna anaguswa na aina ya mambo unayoyafanya. Haleluya na asiache kukusikiliza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wa Mungu, ni muhimu sana kujifundisha lugha za mbinguni. Tuna mambo mengi tunafanya, lakini ni muhimu sana pia kujua lugha ya mbinguni. Haleluya, lugha ya rohoni. Yesu alimtolea Mungu dua na sala na maombi na kulia sana na machozi, Bibilia inasema naye hakuacha kusikilizwa. Wewe kama unataka Mungu akusikilize, jifundishe lugha ya mbinguni, jifundishe lugha ya mbinguni. Kulia kule pia kulikuwa kunaonyesha hali ya uchaji wake, hofu ya Mungu ndani yake, namna ambavyo anahitaji Mungu amhudumie. Haleluya! Unakuta ati mtu anaenda kanisani ana mambo mengi magumu lakini anaogopa ana, ana, ana shedo yake ita, itachafuka. Anaogopa lipostiki yake itaondoka. Sikiliza, huna shida. Mungu anaangalia namna gani unaunyenyekeza mwili wako kwa ajili yake, namna gani unamtafuta kwa bidii ukasahau ya mwili wako kui. Kama unakumbuka mwili, basi wewe huna shida. Haleluya! Imani ni kifo. Mtu akifa hata kama alikuwa anapenda wali wa au biriani ukimwekea pale hawezi kula. Ukiona bado una mahitaji mazito na bado una uwezo wa kuhesabu umaridadi wako usafi wako, bado hujakuwa na shida. Wewe kuna namna unatakiwa uonyeshe uhitaji wako wa nani, wa kina. Kama mtu bado ana uwezo wa kutatua jambo, hawezi kuonyesha huzuni. Lakini ikifika mahali unaona kabisa siwezi kulitatua hili jambo, machozi huwa hayatafutwi, yanakuja. Ikifika mahali unaona huruma juu ya mtu fulani, huwa utafuti machozi, machozi yanakuja yenyewe. Ni muhimu sana kujifundisha lugha inayogusa hisia za Mungu kama kanisa. Kanisa limepoteza hili, ndio maana Bibilia inasema Mungu anatafuta wanawake waombolezao. Kwa nini waomboleze? Haleluya, katika kile kitabu cha Yeremia. Kwa nini wanaomboleza hawa? Wanaomboleza mpaka wanaume zao nyuso zao zinatoka machozi. Maanake kuna namna wanafikisha ujumbe kwa namna ya maombolezo yao, mpaka wanaume wanaona kabisa kwamba kile kinachosemwa ni halisi na sahihi. Mtumishi wa Mungu mwenzangu, hebu jifundishe kugeuza mtazamo wako, uanze kujifundisha lugha ya Mungu, lugha ambayo kwa namna yoyote ile hakuna jinsi ambayo Mungu anaweza akakupita. Ndio maana kuna majito mengine linaomba kidogo tu, lakini linasikilizwa. Biblia inasema wazi katika siku zake, haleluya. Yeye alimtolea Mungu, yeye alimtolea Mungu katika siku zake, alimtolea Mungu kilio, machozi, dua na sala, na Mungu akamsikiliza na Mungu lile tendo alionesha uchamungu. Mungu ucha mungu, manake ni kuona hofu ya Mungu. Hebu badilisha mtazamo wako. Wewe unaumwa afu unaomba kibisho. Wewe una mateso, hujaolewa unaomba kibisho. Wewe unashambuliwa na wachawi unaomba kibisho. Haleluya! Hebu jifundishe lugha ya mtoto. Mtoto lugha yake ni machozi, na kwa namna ile ya machozi hakuna namna baba yake ama wazazi wake watashindwa kumpatia wanachokitaka. Mungu wa mbinguni akubariki sana asubuhi ya leo. Jifundishe kuanzia leo, ebu anza kutafuta lugha ambayo unaamini. Haleluya! Utakapoifanya itaonesha uchaji, itaonesha unyenyekevu na itaonesha uhitaji wa kina, na kwamba huna mwingine anayeweza kukupa msaada isipokuwa yule unayemfuata kwake. Kwa ke, kaa kwa machozi. Mungu akubariki sana, naomba niombe kwa ajili yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, fungua akili za mtu huyu fungua mawazo ya mtu huyu, hebu sasa mpe kujua kwamba kuna namna anaweza akafanya na lugha hiyo ikamfanya Mungu kwa namna yoyote asiache kuyasikiliza maombi yake kwa jina la Yesu. Hata sasa ninajua anayo matatizo na mahitaji mengi, ninaachilia neema ya Mungu na Roho Mtakatifu akufundishe lugha kuanzia sasa, hiyo lugha ije, na ninataka kuapisha kila falme zinyamaze na Mungu akasikia maombi yako katika jina la Yesu. Amen. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana, usiache kusubscribe, usiache kucomment na kushare. Wewe ni mtu muhimu sana kuifanya channel hii watu wengi ipate kuwasaidia, kwa maana tunaamini ya kwamba kupitia wewe kusubscribe, kupitia kushare, kupitia kuwashirikisha wengine kwa namna mbalimbali basi utaisababisha channel hii iweze Kutembelewa na watu wengi na watu wengi wakafaidika na mafundisho yaliyomo. Basi uh, kutoka Dodoma ni mimi ndugu yako na rafiki yako mtumishi wa Mungu Daniel. Bado kuna ushindi TV. Ignite your faith change the world.